Mwanafunzi wa kidato cha nne anayesoma katika shule ya sekondari Olorieni kata ya Olorieni jijini Arusha, amekutwa kwenye chumba cha mwanaume, ikiwa ni siku ya nne imepita baada ya kuaga anaenda kuchukua saa yake ya mkononi kwa rafiki yake. Inaelezwa kuwa mwanafunzi huyo aliondoka nyumbani kwao Machi 14 mwaka huu majira ya saa moja jioni, akiacha ujumbe kwa mfanyakazi wa nyumbani kwao kuwa anafuata saa yake ya mkononi kwa rafiki yake na mara baada ya kuondoka hakurejea hadi alipokutwa katika chumba cha mwanaume mmoja ambaye amepanga karibu na nyumbani kwao. Hii ni GADI TV, jina langu ni Aisa Msuya. Haya, kusikia sauti kwamba kuna mtu amemuita akatoka, ndo akatoka nje eh, na aliaga pale kwamba anafuata nini, saa ya maelezo yake ni saa, lakini sikia sauti ya mtu huyu amemuita nje, na hiyo saa alisema labda anafuata kwa rafiki yake wa kike ama wa kiume asiakujaabiti mdogoalikuwa nae nyumbani. Mtu huyu aliyemwachia ujumbe kwamba anafuata saa ni mfanyakazi ama ni mdogo wake? Ni mfanyakazi. Mi naitwa faiza Mrisho. Hili tukio limetokea tangia siku ya Ijumaa. Huyu msichana alipotea tangia usiku ule, saa moja usiku, akawa hapatikani nyumbani, tukaanza kumtafuta Tulimtafuta kweli tukaenda hadi kituo cha polisi, kwa mwenyekiti, tukawa tunaripoti hadi tumeweza kumtangaza msikitini. Tukamtafuta leo juzi, tangia juzi Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mpaka na leo kuja kupatikana. Lakini waandishi wa habari walikuja asubuhi hapo kwao, walivyokuja wakaondoka, wakaenda kituo cha polisi tena kuripoti, si ni kuripoti, sijajua. Waliniacha mimi hapa nyumbani. Sasa kuna kijana mmoja alikuja hapa, rafiki yake na huyu ambaye amekutwa na msichana ndani Alikuja akawa anavunja mlango, nikamuuliza, bwana unavunja mlango, mlango? akaniambia ufunguo umepotea, ila huyu jamaa kaniagiza nije nichukue vitu vya vitu vyake, anahama. Nikamwambia, sasa unavunjaje wa nyumba hawapo? Akaniambia, acha nivunje, nitafanyaje, nitakirudishia. Akaniambia baada ya kuvunja, akaniambia Masamiri bwana, nasikia kama kuna mchakacho huko, mtu ndani. Nikamwambia, mtu? Akaniambia, nimemwona huyu msichana mnemfanyaje, mnemtafuta. Sasa nikabidi niwapigie, niwapigie simu sasa huyu uh, uh, kijana alokuja kuvunja mlango akaniambia nimemwona huyu uh, msichana mnemtafuta yuko hapa ndani. Sasa mi siiliachwa pa nyumbani mwenyewe, kabidi sasa niwapigie wale waloenda kule kituo cha polisi, nikaambia huyu msichana mnemtafuta kashapatikana, yuko hapa kichumba cha jirani. Ndo kabidi sasa waje, walivyokuja wakavunja mlango ndo akamkuta yuko ndani. Hujawahi kusikia mazungumzo yote toka hiyo siku kusikia kwa kweli, japokuwa walikuwa na mazoea hapo nyuma, lakini sijui kusikia kama anakuja hapo. Japokuwa kijana alikuwa anaenda pale kwao, yani walikuwa na mazoea ya kawaida. Kwa hiyo sijui kujua kama wana mahusiano nyuma ya hapo, sijui kujua. Na mara ya mwisho kijana, yani ya ya kijana huyu kuonekana kwenye hichi chumba chake ni lini? Tangia Ijumaa mimi niliona Ijumaa asubuhi amebeba bega anaenda kazini, lakini alirudi sasa sijui. Hiyo Ijumaa alisafiri usiku maana tangia Ijumaa mimi sijui kuona, na sijui kuona mlango umefunguliwa au umefungwa, na watu wanasema amesafiri. Eh, binti ameingiaje? Yaani hapo mimi siwezi kujua ameingiaje kwa kweli, sijui kwa sababu, yani sijui kwa sababu binti hajapiga kelele. Hajapiga chochote amenyamaza. Yaani hamna chochote kilichoonekana. Mama na paka tunaondoka, tunaenda kutafuta mamilimani, sijui wapi kule mm. Yaani tunaongea panaisi, alikuwa anatusikia tunachokisema. Ni binti mwenye umri gani? Ni ana miaka 19 msichana wa form 4. Hata kama ndio, ni jirani kumbuka, huyo ni mwanaume Yaani hapo eh, kwa kweli, hapo ni mtihani. Yaani hapo itakuwa labda kulikuwa kuna kitu nyuma ya hapo, maana mtu huwezi kuja tu kaka kwenye nyumba ya watu, mpaka siku ngapi hizo tunatafuta naka na, anatasikia na, kabisa kama tunamtafuta na itakuwa ni hapo. Na mimi sijaelewa kwa nini kijana ameondoka, sijajua sasa kwa nini ameondoka amemwacha sasa. Hapo ndo sielewi, baada ya sasa yeye kutoka huko ndani pakoje? Uu, kwa uu, msichana um, yani amna chochote, kitanda kimetandikwa, yani kumetulia, yani kama mazingira ilikuwa amna mtu yeyote, ni kama amekuja tu muda mfupi uliopita, alivuka. Yani utasema alikuwa kama mtu alikuwa hayupo. Maana hebu fikiria, mtu anakaa siku zote hizo, ajala, hajafanyaje, hatujai kumuona hapa na toka choo kiko kunje. Sasa imagine mtu anakaa ndani siku zote hizo, yani kwamba hajala au hajajai kwenda chooni, hatujai kumuona. Sasa ukijiuliza, labda uenda kuna mtu alikuwa anamletea chakula, huwezi jua. Sasa maana huwezi kukaa yani yani ndani siku zote hizo ndani Ujala ujanywa maji. Wazazi wanapaswa kujifunza nini kupitia hili? Ni kumwomba Mungu tu kwenye hiki kizazi tulicho nacho. Maana yani huyu msichana akirudi shuleni ni nyumbani. Nyumbani siku ya Jumapili kwa kanisa. Shuleni yenyewe anarudi saa 12. Eh, yani ukimwangalia msichana ambaye unasema ni ametoka kwenye mazingira yale yaliyo malezi mazuri, ana heshima na adabu. Sasa hichi kilichotokea hapa ndo tunashangaa imekuaje? Nimemhoji kwa nini unavunja mlango akasema kwamba huyo rafiki yake amemwagiza kuja kutoa vyombo. Nikamwambia, kwa hiyo kama amekuagiza kutoa vyombo, kwa nini unavunja? Akasema amesema kwamba ufunguo wake hauonekani. Ila mpangaji wangu before asubuhi ameniambia kwamba amenitumia message, yuko kazini, kit, kit, yuko kazini Tanga, ufunguo wake hauonekani, na ameniuliza, je, umeona ufunguo wangu? Maana niliondoka ghafla nikaacha mlango wangu wazi. Nikamwambia sitahusika na mambo ya ufunguo wa kwako, mimi kwa hiyo kuna mtu nimemwagiza aje nihamishie vyombo maana mpangaji mimi nishamalizana naye notisi. Eh, mkataba wake uliisha tangia tarehe kumi na tano.